Sasa kama ulikuwa unabisha kwamba uchawi haupo, naomba nikwambie kwamba uchawi upo, kwa sababu siri ambayo ilifichwa kwa miaka 25 na mwanamke mwenye roho mbaya kweli kweli duniani, ilifichuliwa kimiujiza na ikawa gumzo kubwa sana duniani. Of course iko hivi. Blanche Monnier alikuwa ni binti wa familia ya kitajiri yenye heshima kubwa sana mjini Poitiers, Ufaransa. Hii ilikuwa ni mwishoni mwa karne ya 19 ambapo huyu binti alizaliwa mwaka 1849 akiwa mrembo msomi na mwenye mustakabali mzuri katika jamii ya watu wa tabaka la juu wakishua yaani. Blanche yeye bwana, alipofikisha umri wa utu uzima alipendana na mwanaume mmoja ambaye alikuwa maskini kimaisha na hakukubalika na jamii ya familia yao. Mama yake ambaye alikuwa anaitwa Louise Monnier alikuwa mwanamke mkali sana na mwenye msimamo wa juu kuhusiana na heshima ya kifamilia, alipinga vikali mno uhusiano huo, akihofia fedheha na kushuka kwa hadhi ya familia yao. Lakin nguvu ya mapenzi nguvu ya upendo, ilikuwa hapa ambapo huyu binti Blanche alikataa kumwacha mwanaume aliyempenda. Hapo ndipo mama yake alipogeuka mbogo, yule zombi ibilisi, shetani aliyejificha ndani yake akatoka kujidhihirisha hadharani. Mama yake huyu binti na kaka yake Blanche aitwaye Marcel Monnier walifanya uamuzi wa kikatili sana, na hapa ndipo dunia ilishangaa, inawezekanaje, na kumsimika taji la mama mwenye roho mbaya kweli kweli dunia. Kwa sababu ilikuwa ni mwaka 1877, Blanche alikamatwa akafungiwa katika chumba kidogo juu ya nyumba yao. Ilikuwa ni nyumba ya ghorofa bila mwanga wa jua bila usafi bila mawasiliano na mtu yoyote yule duniani. Madirisha yalifungwa kabisa, milango ilifungwa kwa kufuli, na Blanche binti mrembo akaachwa hapo akiishi katika giza totoro. Of course, aliishi kwa miaka ishirini na tano hapo hapo, mazingira ya kutisha sana. Alilala juu ya godoro lililooza, alizungukwa na panya na wadudu, alipewa chakula kidogo sana, hakuwa na haki ya kuoga ama utoka nje. Alipoteza uwezo wa kuzungumza vizuri na hata kutembea kawaida, ilikuwa shida sana kwake. Wakati wote huo, jamii inayowazunguka iliaminishwa kwamba binti yule mrembo kisu kabisa wa jiji yeye alipotea, wengine waliamini kwamba alikufa kabisa. Lakini uchawi ndo unapoonekana hapa, kwa sababu mwaka elfu moja mia tisa na moja mwendesha mashtaka alipokea barua ya siri isiyojulikana, imeandikwa na nani isiyojulikana, imetumwa na nani isiyojulikana, nani alikuwa anayejua hii hapa siri. Barua hiyo ikisema kuwa mwanamke mmoja amefungiwa ndani ya nyumba ya familia ya Monnier kwa miaka mingi sana. Polisi walivamia nyumba hiyo na walichokikuta kilishtua wa taifa lote la Ufaransa. Walimpata binti yule aliyekuwa mrembo kwa miaka kadhaa nyuma, akiwa na uzito wa kilo 25 tu, akiwa dhaifu kupita kiasi, akiwa hajawahi kuona jua robo karne. Alipookolewa, Blanche alikuwa na umri wa miaka wa takriban miaka hamsini na mbili. Mama yake alishtushwa sana na taarifa ile kwa sababu hata yeye hakujua nani ambaye ametoa ile siri. Hata kaka yake alishtuka kweli kweli. Mama yake alikamatwa lakini alifariki siku chache tu baadaye, akiwa gerezani na kaka yake ambaye anaitwa Marcel Monnier alihukumiwa, lakini aliachiwa baadaye kutokana na mapungufu ya kisheria wakati huo. Isitoshe, pia alikuwa kama hana akili timamu. Huyu binti mrembo wa zamani Blanche Monnier alipelekwa hospitali na baadaye akaishi katika taasisi ya watu wasio na akili timamu mpaka alipofariki mwaka 1913 na hii ni hadithi ambayo imeripotiwa katika vyombo mbalimbali mbali vya habari vya kuaminika duniani na ipo mpaka leo kwenye makumbusho mbalimbali huyu mbali. Mama mm. Hebu jiulize mwenyewe binafsi, ni jambo gani ambalo ndugu yako au mwanao akikuudhi kweli kweli, unaweza ukachukua maamuzi magumu ambayo haujawahi e kufikiria. Ishi nayo hii. Mimi naitwa Edson Nyota.